Asante kwa kuendelea kuwa pamoja nami hapa Nyikani TV Afrika. Ni uungwana tu ambao, uh, unatakiwa kufanyika katika neno shukrani. Ndio maana kwenye kila hatua, kwenye kila jambo tunalotaka kutafakari, huwa natanguliza neno asante kwa sababu wewe ni mtu wa thamani kwangu na kwa nchi yetu ya Tanzania, hata katika taifa hilo ambalo upo, yani nje ya Tanzania. Wewe ni wa thamani. Ni muhimu sana kupeana thamani kama wananchi kwanza, kwa sababu katika wananchi tulio wengi zipo hekima ndani yetu. Sasa leo ni tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano nimeona tutafakari jambo moja kabla ya siku kumi ama tisa hivi, kuelekea ama kuifikia siku yenyewe tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano yani uchaguzi mkuu wa nchi ya Tanzania. Tumeendelea kutazama, tumeendelea kuona, tumeendelea kutafakari, tumeendelea kushuhudia kampeni ambazo zinaendelea katika nchi yetu ya Tanzania, katika kata, majimbo pamoja na taifa kwa ujumla, nikimaanisha kwamba wagombea wa udiwani wagombea wa ubunge na wagombea wa nafasi ya urais wa nchi ya Tanzania, ambapo uh, ambaye anavuma zaidi ni rais ambaye anatetea nafasi yake ya urais, si mwingine Daktari Samia Suluhu Hassan. Nadhani hata mahala pengi mabango yake ndiyo yanaonekana, na wengine hatujui uh, kwa nini, labda hawakujiandaa ama kuna sababu ya namna moja ama nyingine. Kama tulivyosikia hivi karibuni, baadhi ya vyama vya siasa nchini Tanzania vinalia ukata, vinaomba, uh, ninatembeza bakuli vinaomba kuchangiwa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hapa tunazungumzia nini? Tunazungumzia haya yote yanatokea ndani ya kiitwacho demokrasia demokrasia Uh, swali langu ni la le, le, le, leo kwako mtazamaji ni kwamba, je, unaiona demokrasia ikitamalaki kwa kushikika kwa kuonekana hapo ulipo, kwenye kampeni hizi kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka 2025 unaiona demokrasia hapo ulipo? Je, unaviona vyama vingi katika eneo lako ulilopo, ama katika nchi ya Tanzania kwa namna moja ama nyingine, kwa mwenendo uliopo inataka tutafakari jambo hilo kuhusiana na swala liitwalo demokrasia. Je, demokrasia ipo katika nchi za Afrika? Tutaifikia kweli? Je, wakosoaji wako salama? Je, wanaokosolewa wako tayari kusikiliza hata hekima ndogo ya wakosoaji, hali ikoje? Jana nimehudhuria moja ya kampeni za udiwani, uh, za chama cha Mapinduzi. Wasemaji wengi waliokuwa wamepanda jukwani wanawatoa hofu wananchi kwamba tarehe ishirini na tisa ni siku ambayo kutakuwa shwari, yaani ni salama kweli kweli lakini nikajiuliza maneno haya yanatokana na nini na kwa nini? Sijui mtazamaji kama nawe wanajiuliza kama mimi, kama maneno haya yanatokana na nini na kwa nini? Kila mmoja nadhani anarajibu na, ana na, nitakuomba uandike kwenye comment section katika kile unachokiwaza kuelekea tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano kama tujuavyo kwamba Tanzania siku hiyo ama tarehe hiyo a, katika nchi yetu ya Tanzania pamoja na mambo mengine ni siku ya kwenda kufanya uchaguzi mkuu. Ni kuachie swali moja la kutafakari, mtazamaji wa Nyikani TV. Je, kwa hapa tulipofikia, kwa hali ilivyo ya maswala ya siasa za Tanzania ipo haja ya kuendelea na mfumo wa chama kimoja ama mfumo wa vyama vingi? Ama swali langu niweke hivi, ipo haja ya Tanzania kuendelea kuwa na vyama vingi kwa lengo jema kabisa, ama Tanzania sasa turudi katika chama kimoja? Na kwa nini? Kama ipo haja ya kuendelea na mfumo huu Uitwao wa vyama vingi katika nchi ya Tanzania kwa nia njema. Kwa nini? Na kama unadhani ipo haja sasa kurejea kwenye chama kimoja, ni mfumo wa chama kimoja katika nchi ya Tanzania kwa nia njema pia. Kwa nini? Karibu kwa maoni yako <tiped>